Mshambuliaji chipukizo Barcelona Lamine Yamal anaweza kugharimu takribani pauni milioni 340 ikiwa unataka kumnunua kulingana na kituo cha utafiti cha Uswizi ambacho hutathmini thamani ya wachezaji mahiri. CIES Football Observatory imepiga hesabu kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 17 ambapo ni euro milioni 400 karibu mara mbili ya thamani ya uhamisho ulioweka rekodi ya dunia wa Neymar wa euro milioni 222 kutoka Barcelona hadi Paris Saint-Germain mwaka 2017. Kinda huyo wa Hispania ni mchezaji wa tano mwenye umri mdogo kucheza mechi yake ya kwanza ya La Liga akiwa na umri wa miaka 15 na miezi 9. Amefunga mabao 23 ambayo ni mengi zaidi kuliko mshindi wa Ballon d'Or mara 8 Lionel Messi akiwa na umri huo huohuo. Yamal alihusika katika mafanikio ya Hispania ya Euro 24 akiwa mchezaji bora chipukizi katika mashindano hayo na pia kubeba mataji mawili ya La Liga na Copa del Rey akiwa na Barcelona. Alishinda tunzo ya mwaka jana ya Golden Boy inayotolewa kwa mchezaji bora wa Ulaya chini ya umri wa miaka 21. Mkataba wa miaka sita aliyosaini na klabu hiyo ya Catalan wiki iliyopita unajumuisha kipengele cha kulipa euro bilioni moja ili kuvunja mkataba huo kwa klabu inayomtaka Mchezaji huyo sasa Yamal, ambaye anatimiza umri wa miaka 18 mwezi Julai, amemzidi mshambuliaji wa Manchester City Erling Haland mwenye umri wa miaka 24 kwa thamani ya ya ya pauni pauni milioni milioni milioni 140 zaidi. Haaland yuko katika nafasi ya pili kwa thamani ya euro milioni 240 sawa na pauni milioni 200. Mshambuliaji wa Real Madrid Jude Bellingham ndiye mchezaji mwenye thamani zaidi kutoka Uingereza kwenye orodha hiyo akiwa na thamani ya euro milioni 234 na euro milioni 197, huku mchezaji mwenye mwenzake Kale Mbappe akiwa na thamani ya euro milioni 193. Aliingia kwenye tano bora ni forward wa Bayern uh, Munich kumradhi, na Ujerumani Jamal Musiala mwenye thamani ya euro milioni 155. Sasa wachezaji kumi wenye thamani zaidi: namba moja ni Lamine Yamal, namba mbili ni Erling Haaland, namba tatu ni Jude Bellingham Munich, lakini Pedri anayetoka Barcelona nafasi ya kumi. Beki mwenye thamani ya juu zaidi kwenye orodha hiyo ni chipukizi wa Barcelona, Paul thamani yake ni euro milioni 118, huku but, e, wa Brighton akiorodheshwa kama golikipa mwenye thamani ya, yu, ya juu zaidi ya euro milioni 64. Mchezaji wa kumi kwenye orodha hiyo, kiungo mshambuliaji wa Ujerumani Florian Wirtz, ambaye anatarajiwa kujiunga na mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza Liverpool, kwa kile kinachotarajiwa ununuzi mkubwa katika soka la Ulaya. Hiyo ndio listi ya wachezaji kumi bora wenye thamani duniani. Asante na kwa hiyo